Wewe mwenyewe unaweza ukawa mshindi kwenye michezo ya kasino ya mtandao inapatikana kwenye tovuti ya PMBet.co.tz, kama ambavyo tumempa leo, huenda na wewe gari ijayo ikawa ni ya kwako. Unasubiri nini? Sasa karibu PMBet, mambo ni mazuri. Haya, <tipulia> Safi, naona umetulia mm. Dada, weka mzigo kwanza chini. Baba, shikamo. Maraba mme wangu ndo mgeni wetu, benchi yetu mpya, kwa hiyo tutakuwa naye hapa hivi. Dada, ulisema unaitwa nani vile? Ah, naitwa Sibomana Simon John Gitumbu Gwichara Rugwe Petro Magezi Bisaka Kijemule Muza Tamagali Magiga Mazoe na Bwiri ndeki bintu umuntu nsoni zirabera vomera bose mu nyugwa amakarimbwa mu gusara uhinyamika gombi gufuta mbura una mukabona na gashishi akadiyoshe ndikahera mu igigo. Hiro ni la kwangu, bado la baba angu. Ah, ah, inatosha. Onyeshe chumba cha kulala. Dada, nenda hapo chumba cha kwanza, ingia hapo, na kuja tutaongea. Lini hivi? Mbona unaferi sana? <laughs> Naferi lini? Huyu mdada wa kazi au Tahira huyu? <laughs> Ah, wala hata sio Tahira. Yaani mtu katoka huko kote kaja hapa kufanya kazi, bado unasema kwamba ni Tahira. <laughs> Hey, na uwezi amini nilivyopiga tu simu nikataka kujua kwanza binti anaitwa nani, ilo jina lake sasa. <laughs> <laughs> Nikasema huyu huyu ndo mwenyewe sasa, maana yake ni chuma, nikinapiga kazi amna. Mfano anapiga kazi wapi bwana? Kwanza mtu mwenyewe hata eleweki. <laughs> Unajua nilishakwambia maswala ya dada wa kazi niachie mwenyewe, nitakuwa huko ndani, niachie mimi mwenyewe. Ah, kwani hana vitu vyako jamani? Vitu vangu wapi? Wewe wewe, unaona hapo kuna vitu vangu hapo? <laughs> Eh, yaani uyo kwenye timu yangu mimi hawezi kupata nafasi hata ile nafasi tu ya kutoka nje kuchukua mipira arushe ndani, huyo hawezi kupata. Alafu leo unakaa unaniambia eti vitu vangu. Ah! Umeumia mwenyewe. Nimeumia. Yaani ukisikia nyani kati ya mabungo, ujio ndo msimu wa maembe. Hmm? Basi ulivyosikia naleta binti wa kazi mwenyewe ulikuwa umevaa mshati wako mkubwa ukaona ukimbia ukabadilisha uvae vesti yako nyeupe ukajibrandi. Eh? Ukitegemea kwamba naleta peace. <laughs> kula chuma hicho hapo. Sasa nimekuletea kienyeji yenyewe, unaionaje hiyo? Au nimwite tena aje ajitambulishe. naitwa Sibo mana nyangwesa nyangwiti <laughs> nasikia raha mie <laughs> ah, mdewe <laughs> saizi umepatikana. <laughs> Shule inayofunza mema ayawajuwaji na wakumbavu wa moyo, anguko lako ni kicheko kwa wengine.

Unaona mimi ninavyojisikia hivi, raha ya furaha, unatakiwa ushe na mwenzio afurahi kama wewe. Jitahidi sana mke wangu, na wewe uweze kupata hii feeling. Feeling ya happy. Unajua nini, wife hapa katikati hapa, wiki mbili zilizopita nyuma, kulikuwa kuna issue moja ilikuwa inanivuruga sana kichwa na ninyima utulivu na kuona na asila na kosa amani, guess what tumefanikiwa kwa asilimia mia moja mm -hmm. Amen. Kile kipindi ambacho tulikuwa tunateseka hapa mke wangu, kwa sababu hakuna kitakachotufanya tuteseke tena, so we happy <laughs> nafungwa sijakuona mkiwa wangu, umesuka umependeza. Umesuka wapi? Saluni, nilivyotoka tu kazini, nikapitia saluni nikasema hmm, e, nisikwambie ukirudi unione mtoto. Hmm, unawaka eh. Umetumia shingapi? elfu arobaini na tano tu. Sasa mimi nakulipa hela yako na kuchapa dabari. Mm, stakiujinga kwenye mambo Lakini sasa kwa kawaida jinsi ilivyo, takale itoke vizuri, inatakiwa isindikizwe na sifa kidogo. Hata kule chachi mwenyewe, unajua ukiwa na mapambio ndio sadaka zinaenda vizuri. Kwa hiyo hata hapa lazima lazima usindikize na kawimbo ili kutoka vizuri, na utaratibu wetu utakuwa hivi, mi nitasema papa, unaku unaitikia manyanya. Sawa? Manyanya. Huh? Twende papa. Manyanya. Ah, ah, wife. Tua sauti. Imba, imba, imba, imba. Tua sauti. Okay, okay, babe. Okay. Mindo papa. Manyanya. Ah, eh. ah, Hey, papa. Ma <laughs> Mimi, nilijombo mzuri tu, una ela nyingi. Kanuni za kisasa za kipapa hutembea na hela nyingi, hutembea na kadi, ela zinakaa kwenye <laughs> simu na bank. Lakini pia kuna hizo ndogo. Hiyo zinatosha. Sasa, sio baadaye. Umetuliza akili yako na dai hizi za sikupeta mie. Mimi, sentano kipande hapo siitaki, na usichokijua sasa, yaani sio tu hiyo hela ya leo, hata kesho. Utaratibu wa hela ya chakula uko pale pale, ishu yako kwenda kazini, transport fare iko pale pale. Tena ndakuchapa nimeshakwambia, huu ndo msimu wa kuishi kwa furaha. Mke wangu ni kufurahi tu Thank you. Na, na yani, furaha ungejua, natamani mkio wangu ingie ndani kwenye kaka moyo uone jinsi faraja na furaha inavyonitesa. <laughs> Basi miongo inatosha, choni tukapata chakula, furaha tukamaliza ndani, sawa

You then, naam baba. Kiingereza umekijulia wapi wewe wakati mimi nija kupeleka shule? <laughs> Mama bwana, sasa nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili? Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza, ukiwa na Ticha Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri. Na ndio maana huwa ni application namba moja ya kielimu Tanzania nzima, ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ champ champ. Shikamoo, mama. Kumbe leniambia kaya punguza. Mudi, Umetoka tumboni kwangu kweli wewe, nimekuzaa mimi wewe, eh? Namba zangu za simu umezisahau? Nakuuliza, namba za simu umezisahau? Ah, nazo. nazo. Yaani mpaka napigiwa simu na aliyekuwa mke wako, kumbe mmeshaachana naye, kesha kuwa na mwanamume mwingine, amekaa kimya, umekuwa kama mzukule mwanangu. kwa nini lakini aan eh? umefunga kweli wewe <laughs> umesahau hapo kiapo, umesahau kiapo cha babako? Ushakuwa chizi sasa, hauko timamu wewe ha! sula angu mi naiweka wapi? Baba wako alivyokuwa shehe, kijiji kizima wanamtegemeaena, sio kumtegemea tu, wala muheshimu mwanae. Umekuja kuwa mada badala ya kuwa mdisi wake. Hivi atauko makabulini, baba wako anajisikiaje? Mtu anakufa jumbile tu mwanangu anaona kabisa kizazi chake alichotegemea. Toka hospitali kaambiwa umepata mtoto wa kiume, akajua atakuwa shehe. Umekuja kuwa amada ye yeah. Jamani mudi ii, mudi si umekatiza tu, unajua nini Muhamadi, Muhamadi mwanangu, ndo mekuwa kama chizi Umechizika yaani, watu wako kijijini wanatamani kuja mjini, wanajua kuna mambo mazuri kabisa. Mudi, utaona aibu ukienda kule, utaona aibu. Watoto wenzio kuwe kama wewe, wana mabodaboda, wana magari mazuri, wana biashara nzuri. Wewe uko mjini umekuwa kama chizi. Sasa sijaingia la kutoka, na nikitoka na wewe huko wewe una akili nzuri, jamani. Kwanza nikutibu, afu ndo niende nayo nyumbani. Amna ah, mama mimi mbona nipo sawa. Shenzi wewe, mbona niko sawa mama? Gini mimi niko sawa eh? Hey, uko sawa? uko sawa nini? Adamu mimi bora nibaki hapa hapa mjini tu, niendelee kuenjoy kujilamba sasa. Kijijini ngo da wewe unataka kuenda menda huko Ubaki hapo utakwenda mguu kwa mguu na mimi. Shenzi wewe. Unanijibu? Na kuja unanijibu? Ah, uh -uh. uh -uh, unijibu umenisahau. Nitoke hapo nje. uh -uh. uh -uh. An, unajua mimi na mtoto tumbuni, alafu nanibiba hivyo. Ah, msitaki bwana ah, ah. Hello. Hello? Kumbe kanaongea. Mhm. <laughs> <Unajua kamesemaje? laughs> Daddy I miss you menyenye <laughs> <laughs> muongo, mekasikia hapo <laughs> <laughs> mependeza sana na hii orange yako. Asante tata, umependeza. Thank you. Mm. <laughs> Na bado uzuri wako haujapotea, we usiniambie. <laughs> Hivyo mi naona aibu mm. Ani, na ina maana bado tujanizoea mpaka leo nione aibu mm. hmm. Tatizo kitambo hatujaonana hata kama bebi wako huwasauliki, hata umpoteze miaka mia mm -hmm. Ameenda ah, ya? hawa wameenda mjini lakini hawato chelewa. kuna vitu tu kidogo ameenda kuvichukua lakini umechelewa, yani umekaa njiani, dakika kumi nzima mambo tu kidogo alinikwamisha hapo njiani. Lakini hao wanaondoka lini? mbona kama wananyima uhuru hapa jamani mm, wale wale wamekuja hapa kwa sababu yangu ili tu mimi nisiende na wewe na hivyo, juzi ulivyokuja wakaja ndani Nasema je, nikamwambia, nimemfukuza, sitaki hata kumuona. Hivyo amefurahi kiloniloni, mi nasema tu hmm. hmm. najeuliie kukuacha hmm. Tukae basi, tunke vizuri, tukae tena. Mama ndiyo, tunakaa tunafanya nini? Unataka kuondoka, niende wapi? Kumbe je Mi nafikiria tukafanye maswala ya kitamaduni kidogo, kuna mda uh, se so mwenyeswa, unajua mama, vikao vya kiutu uzima. Oh, manyanya, mi mwenzako naumwa tena, dokta ameniambia hayo mambo kwa sahivi ni achani nayo. Ah, hospitali wamekutisha tu, kwani huu ni ugonjwa mama? Haya ni mabadiliko tu ya kawaida katika mwili wa mwanamke ambao huwa hayamfanyi kwamba ndo asiwezi kufanya kila kitu sawa ambao kitaalam pia, hii sasa kuna namna. Unajua, mimi naelewa maswala ya kitaalam kidogo kidaktari, daktari, daktari. Kwao kwa jinsi hali iliokuwa nayo hii, sawa, kuna namna kuweza kumrecharge huyo mtoto aliyekuwa umo ndani, kwa sababu siku moja moja tukiwa tunagusa gusa hivi, kuna energy mtoto naye anakuwa anapata kuo, inasaidia kumfix ambayo kitaalamu sasa hii hatuiti kama ni ni ni, ni, ni, ni tatizo au tendo baya. Hii tunaita ni, ni, ni tendo mchachuo, yani inaenda kumchachua mtoto, anakuwa anapata anapata balansi vizuri. Na mimi kwa sababu naelewa vizuri jinsi ya kufanya hivi vitu, wala ni kuondoa shaka, hakuna tatizo utakalotokea. Tutekeleze utamaduni. Ah, we baba wewe

Hapana. Kutokana na matukio ambayo yametokea hapa katikati, najikuta sina tamani kasi. Ya mwaka 2025 ni ya aina yake, na wengine wanazidi kuneemeka kupitia Pembe El Huruma. Dominic Ngowi ambaye amejishindia gari hii, lakini pia leo anakabidhiwa gari hii kutoka Pembe. Kuna zawadi kubwa ambayo umewahi kushinda mbali na hii gari ambayo umeshinda leo? Hapana, zaidi tu ni hizi ndogo ndogo tu ni, ni pesa ambazo nazocheza nazoshinda nazo, kwenye nani. Wewe mwenyewe unaweza kuwa mshindi kwenye michezo ya kasino ya mtandao, inapatikana kwenye tovuti ya pmbet.co.tz I'm sorry. Pole pia. Naelewa kuna kitu ambacho nimekuachia katika akili yako lakini naomba nikutoe wasiwasi pia, hakitokuja kujirudia tena. Naelewa kila ambacho nakifanya mi kama mtu mzima na nakiri pia, kama nilivyosema mwanzo, ilikuwa ni makosa tu ya kawaida ya kutokuwa na stability nzuri. But for now, sina sababu nyingine yoyote ya kuondoka kwako, na ndio maana na kila sababu za kurudi kwako. Nikutoe wasiwasi, niko hapa moja kwa moja Sitokuumiza, sitokusumbua kiakili wala kihisia wala sitokutelekeza. I'm here for you, I'm here for real. Na kama ningekuwa ni muhuni my love, kusingekuwa na haja yoyote ami kurudi kwako, kwa sababu tayari mi ninakujua we kwa kila kitu. Tumesha tembea zaidi ya mara tatu mara nne Hakuna kitu kipya kwangu kwa, kwa niweza kusema sa ok time is over, nitafute mtu mwingine kama kweli nayo hulka ya kihuni. Lakini mpaka nimerudi kwako, it means kuna mapenzi mm. kao, umaudu, ya kweli, ndo maana nimerudi kwa, naomba niamini kwa hilo. Isije kawa umerudi kwa sababu ya huu ujauzito really? Kwaunda kusema mi nina mbegu moja tu kiasi ambacho ndo hiyo nimeshaipanda kwako, kwa hiyo ning'ang'anie No. Wanaume sisi tunazalisha billions of spams per day. Kwa hiyo hichi kilichotoka ni kimoja tu ndicho hichi kimetengeneza mtoto wetu hapa. Bado kuna billions of spams zinazunguka kwenye kiuno changu amba unaweza nkapata mtoto yote kwa mwanamke mwingine yoyote. Kwa the issues siyo mtoto, the issues ni mapenzi niliyokuwa nayo kwako na katika kitu ambacho unatakiwa ujiamini na wakati ambao unatakiwa ujiamini zaidi ni wakati huu, mpaka nimerudisha majeshi. Manake mimi mwenyewe nimeshakiri kwamba katika ngome na ufalme wangu, malkia, wewe una nafasi kubwa sana, wewe ndo chombo ya manyanya. Nakupenda <laughs> nakupenda zaidi, na nashukuru sana kwa kunipokea tena mama nashukuru nawe kwa kurudi. Nipe nipe, nipe tamutamu upendewe wetu mm. Eh, eh, eh, eh, eh, eh. mm. tamumu tamutamu tamu, sawa. Sasa mama wangu ninataka kutoka hapa kana kwama nikuachia kiwango cha pesa, sio ndo bajeti yetu ambayo nilikuwa nayo hapa ndani, kwa kwa nimekupa wewe kwa sababu wewe ni mama mwenye nyumba, utaangalia matumizi hapa ndani jinsi ambavyo yalivyo. Kama utanunua unga, si utanunua na mafuta na baadhi ya vitu vingine vya kutumia hapa ndani. Wewe jitahidi kutumia hela, kwa sababu kama unavyojua sasa hivi hali sio nzuri, hali imekuwa ni ngumu sana la vizuri kwa hiyo tumetumia katika bajeti zako, tumia tena tumia wiki mbili au wiki moja ni kwa makini sana, sababu yani, nimetoa, sina hela. Bahati nzuri tu kama tanunua vitu vya muhimu, mafuta, mchele, unga kwenye mboga hapo, tajua nafanyaje. Haya, basi, ngoja mimi niondoke kwenye safari zangu, maanake kuna watu pia wananisubiri huko. Haina shida, mi mi mtu famous bwana, anajulikana kwa nikitoka tu hapa, hiyo nitaipata. Kwahiyo haina shida, na uhakika, na uhakika. Usiende tu kwenye magari huko uanze kuomba sisi sina nauli. Na sipendi. Haya. Mm. Kwa ndo unaondoka hivyo? Jamani, sisi tumeshangia mambo yote hapo tumeyamaliza. Ndio unaniacha hivi? Ah. Hapo. Mm. Sasa una deni.

Huwezi beba takufa kwa mawazo jamani, msione nalewa. Ndio maana nalewa, sinywi mitungi kwa sifa yanayonifelisha. no chanzo kurudio munachelewa na muwezi elewa. Eh, mwanangu, I will call you then. Naam baba, kiingereza umekijulia wakati mimi nija kupeleka shule <laughs> mama bwana, sasa nashindwaji kuongea kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha ya kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili, wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na Ticha Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri, na ndio maana huo ni application namba moja ya kielimu Tanzania nzima, ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ, champ, champ. Oh, oh, oh, oh, hau. Mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea mana nimekosa hoja kujitetea.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 Ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati, dunia ah. shule inayofunza mema na mabaya dunia, dunia, ah. wajuaji na wapumbavu wa moo